Lengo la tatu katika mpango ule ilikuwa ni suala zima la um, afya. Na kwa upande wa suala la afya, ndugu zangu, kwa upande wa afya tumepiga hatua kubwa sana, hasa kwenye maendeleo ya miundombinu. Nyinyi mnatambua kwamba serikali yenu imejitahidi kujenga miundombinu ya afya nchi nzima katika kila ngazi kuanzia zahanati, hospitali za kata, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, hospitaliza na hospitali za rufaa. Lakini sio tu kujenga miundo mbinu, pamoja na miundombinu au vifaa vya matibabu na vifaa vingine vinavyotakiwa, lakini liliyoambatana na hilo ni suala zima la kukuza ujuzi na utaalamu. Amesema Apolo kwamba katika maonyesho yaliyofanywa hapa wataalamu wetu wameweza kujua mtoto aliye tumboni ana tatizo la moyo, wameweza kujua, zamani haikuwa nayo Tanzania hii. Sasa tunafanya matibabu mengi ambayo zamani tulikuwa tukipeleka nje. Kwa hiyo, kwa upande wa afya nayo tumepiga hatua kubwa sana, lakini nikizungumza mahususi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua wakati tunakwenda Beijing vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo elfu uh, moja mia tano kwa vizazi hai laki moja leo tunapozungumza ni mia moja na nne kwa vizazi hai laki moja lakini vile vile tumeweza kufunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa na hii kazi inaendelea lengo la wanawake kutokufa wakati wakujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake sabini msema, kwa mwaka mzima wakati wakujifungua. Sasa sisi tuko mia moja na nne na lengo hili lilitimie mwaka ishirini thalathini. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa kwa upande wa sekta, lengo la nne ni sekta ya elimu na kwa upande wa sekta ya elimu nadhani nisizungumze mambo mengi sana. Wote tunajua kazi kubwa tulioifanya katika sekta ya elimu kwamba anda... ilikuwa ni kawaida kwa familia kutoa upendeleo kwa, kwa mtoto wa kiume dhidi ya mtoto wa kike kwenda shule, lakini kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kujenga miundombinu na marekebisho kadhaa tuliyoyafanya sasa idadi ya wanafunzi mashuleni inakwenda sawa kwa sawa, ule usawa wa kijinsia tumekwenda kuipata. Lakini katika mazingira maalum uh, usajili uliofanywa miaka hii, hasa mwaka huu, tumekuta watoto wa kike wako wengi kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri, uasili wa watoto wa kike, asume, sinia, sinahoya, na yetu wa kike ndani ya shule ni asilimia 51, kama population yetu au idadi ya watu inavyotuambia. Uh, kwa upande mwingine kwenye elimu ya vyuo ya vikuu viliovia nafuzi dadi moje na 38. wanawake wakiwa asilimia sabini na saba kamiti kumi na tisa Sasa zile kazi zilizokuwa uh, si za wanawake zinakwenda na nawote, kwa sababu vyo hivi vinakwenda kufundisha askari zote na wanawake nao wanakwenda kuvifuza katika seheli hizo, na katika maonyesho tumeona TANESCO walivyopita, wanamama wamefunga mikanda, wako luwa nguzo wanaunga umeme. Kwa hiyo sasa usawa wakumisia kwenye eneo hilo lakini vile vile katika ngazi ya vyuo vikuu mwaka huu ishirini ishirini na nne kulikuwa na jumla ya wanakezikakikaa8 wanawake, wakiwa asilimia arobaini na nne pointi tano pointi tisa tano, karibu asilimia arobaini na tano, tunakwenda kwenye hamsini hamsini, na huku ndio kulikuwa kugumu sana watoto wa kike vitihuowaku. Sasa tuko asilimia arobaini na tano tunakwenda kwenye hamsini hamsini. Ongezeko hili limeyochagishwa na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika shule za msingi, sekondari na pia matokeo ya uwekezaji mkubwa kwenye mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ikiwemo ongezeko la bajeti ya mikopo ya elimu ya juu ambapo imekuwa kutoka shilingi bilioni mia nne hamsini mwaka 2021 na sasa uh, mikopo yetu ya elimu ya juu ni bilioni mia saba themanini na saba kwa mwaka huu tunaoendelea nao ambapo sasa mikopo hiyo inatolewa hadi katika program za diploma kwa maeneo mbali. Vile vilevile, katika kuchochea wanafunzi kuchagua masomo ya sayansi, Serikali imeanzisha ufadhili wa asilimia mia kwa watoto wote uh, wanaochukua masomo ya sayansi watoto wote. Hii inaitwa Samia Scholarship kwa vijana wetu wanaofaulu masomo ya sayansi lakini katika jitihada za kipekee tunajenga shule maalum za wasichana kwa masomo ya sayansi, na shule hizi zimeshajengwa kila mkoa, kwenye shule moja ya wasichana kwa masomo ya sayansi. Hii nayo inatupeleka kwenye safari yetu ya kuondoa kutokuwiana kwenye mambo ya sayansi na masomo au kazi za aina hiyo baina ya wanawake na wanaume. Ndugu zangu, Uh, go namba tano ni swala la usawa wa kijinsia ambayo hili inalo kwa Tanzania, tukipiga hatua kubwa kwenye swala hili. Tukiangalia uh, hali ilivyokuwa huko nyuma katika taasisi za kufanya maamuzi uh, kwenye siasa, kwenye serikali, hata private sector, hali halikuwa ya kuridhisha sana lakini sasa tunaona asilimia ya wabunge ndani ya bunge letu na baraza wa ya wawakilishi haipungui asilimia thelathini na tatu. Hapo ndio kuanza kwenda huo, lakini hivyo ni madiwani, inakota maalum ya madiwani ukilinganisha na idadi ya wanauma wa kuwepo, kuna namba uh, kisheria madiwani lazima wafikie idadi hiyo, lakini mawaziri nao tunajitahidi ikiwa hii mawaziri makatibu wakuu, kuna wengine na wanawake uh, katika ngazi mbalimbali za kufanya maamuzi. Lakini katika sekta binafsi, na kwenyewe nako wameunga mkono katika ngazi, kuna programu maalum za kusomesha wanawake ili waweze kuingia kwenye mabodi ya ni ya mashirika.